Jamii ya Wataita imetakiwa kuja pamoja kama njia ya kunufaishika kisiasa katika kaunti ya Mombasa. Wakizungumza katika wadi ya Kipevu ni bunge la Changamwe ya kaunti ya Mombasa wakati mkutano hiyo wa jamii hiyo wamedai kuwa wameachwa nje ya uongozi wa serikali iliyopo. Wakilishi wadi hiyo Laila Nyache amewataka Wataita kuwa na umoja, hali ambayo itawafanya kutambulika. Aidha, wakati huo, amewahimiza vijana kuweza kujisajili kupata kadi za kura ili kuchagua viongozi. Wanawataka ya kwamba vijana wetu wa Kitaita na vijana wengine eh, mujitolee kwa wingi sana, muende mkakate kura. Saa hii ni wakati wa kukata kura, muende mkakate kura, vijana wetu na wasichana, hiyo kura yako ndio sauti yako. Kura yako ndio itakusaidia kwa sababu huwezi kuja kwa ofisi Mama Lena ama uende kwa Ugutu ama uende kwa Uvarigina na una kura, utasaidika vipi? Wezisaidika kusema la ukweli, kura yako nio sauti yako. Kwa upande wa kimwakilisho wa wadi ya Changamwe, Bana Dogoto ameitaka jamii hiyo kuiga mfano wa umoja wa Waluo wenu itawafanya mujulikani, mutambulike na musaidike. Hizo zote ni umoja peke yake. Ainakuwa pengine wewe wajiweza akili yako mzuri, lakini kuja ukae pamoja, ili uweze kusaidika pakubwa kuliko ile ambayo ungepata ukiwa huko peke yako. Sawa sawa, na sisi wengine tuko ikiwa roho inaruda na muda hii, alafu museme kiko kitu mnatafuta si hata mimi nikashikana na wagagana niwasaidie kutafuta, kama iko mimi, ndio hiyo ndio hiyo Ofisi ya mbunge wa Changamwe Ibrahim Kilai ameitaka jamii ya Wataita kutembelea ofisi hiyo kuchanganua matatizo yanayowasibu. Hata hivyo, waziri wa utalii kaunti Mombasa, Mohamed Osman, ameoshia jamii hiyo kwamba anga mkono ili kuendeleza utamaduni wao. Nataka kuwaona Wataita mnajiongea ofisini, tunazungumza, tunaweza kusaidiana mahali, tunaweza kusaidiana, tuko tayari. tuko tayari Una changamoto ndio za ajira. Una changamoto za ajira kwa kina mama ama kwa vijana kwa ujumla. Ile ofisi ni yenu, itumieni ipasavyo. kama mheshimiwa yuko, mimi niko kuna e, kitu tunangoja kidogo, ikitokea tutakaa chini na nyinyi kujiweka kwa vikundi, tuangalie vile tunaweza kuboresha katikanini, aba biashara, mambo ya culture Nimewambia nimewaambia machemano wenu ngoma nini na nini, kama waziri wa culture nitahakikisha kwamba vifaa ambavyo mnataka mutanuuliwa. Sawa? ali Vincent, Benvin TV.